Kama James Foundation tumeitafakari kwa kina sana na kurudia tena, tumeitafakari kwa kina kauli ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tumejiridhisha bila shaka kuwa hatua hiyo ya mheshimiwa rais na serikali anayoiongoza ina lengo la kulinda maadili ya taifa letu na kuleta uwajibikaji kwa watoto wetu kwa vijana, kwa wazazi, kwa walezi na jamii nzima kwa ujumla. Ndugu zangu, taifa lolote duniani ili liwe salama na kuendelea kustawi, ni lazima lilinde maadili kwa gharama zozote zile, bila huruma. Hakuna mbadala wa kulinda maadili yetu kama taifa. Usalama wa taifa letu na ustawi wa taifa letu na maendeleo ya taifa letu yanategemea kwa kiwango kikubwa ni namna gani kama taifa tunashirikiana kulinda na kuyapigania maadili yetu, bila kuingiliwa na mtu yoyote. Hatuwezi kama taifa kuacha wanafunzi wajihusishe na mahusiano ya kimapenzi na kupelekea kupata ujauzito alafu akisha jifungua warudi tena shuleni. Tukiruhusu tabia hii na msimamo huu unaoshabikiwa na baadhi ya watu na taasisi, tutaliangamiza taifa letu kabisa, taifa letu, na kuwafanya wanafunzi kutokuwa na msimamo. Tukifuata msimamo wa baadhi za taasisi zinazoilazimisha na kuitaka serikali kuwarudisha shuleni wanafunzi wanaopata ujauzito tutaliangamiza taifa letu. Wanafunzi wakishajua ya kwamba wakijihusisha na mambo ambayo ni kinyume na maadili yetu na wakapata ujauzito, wana fursa tena ya kurudi shuleni, hasa shule zetu za serikali, kutawafanya moja, wasiwe na msimamo. Wataona ya kwamba lolote lile wanalofanya lina mbadala. Ni lazima kama serikali na taifa kwa ujumla na jamii yote tuwe na msimamo mmoja, ya kwamba watoto wetu wamepelekwa shuleni wakasome, na kila mmoja alielewe hilo kwamba yuko pale kwa ajili ya kusoma. Serikali yetu kila mwezi inatenga zaidi ya bilioni 18.77 kwa ajili ya elimu bure katika shule zetu za serikali. Haiwezekani kama jamii tukakubali matumizi makubwa haya pesa, ya pesa yakatumika kwa ajili ya kutoa elimu bure na kuboresha elimu zetu alafu bado vijana wetu wakafika shuleni na kujihusisha na mambo yaliyo kinyume na maadili yetu. Tukiwaacha na tukafuata msimamo wa baadhi ya taasisi wa kutaka warejeshe shuleni wanafunzi hao, watakuwa na msimamo maadili na kujitenga na tabia hovu zisizo za kimaadili. Sisi tunaamini ya kwamba kwa msimamo huu itakuwa ni fundisho kwa vijana wetu mashuleni, wawe na msimamo wa kujilinda na waelewe ya kwamba wapo shuleni kwa ajili ya kusoma na si kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi. Lakini pia wanapaswa kujua kwamba ni maadili yetu kama taifa ya kwamba hatukubaliani na wala hatuko tayari kuiga maadili ama tamaduni za mataifa mengine ya nje, na ni lazima vijana wetu wahakikishe wanajitenga na tabia hovu zisizo za kimaadili katika taifa letu. Hivyo basi tunapenda kuunga mkono kwa dhati kabisa msimamo wa serikali na kuiomba jamii nzima ya Watanzania popote pale tulipo, tuungane kwa pamoja, tusimame kwa kauli moja, tumuunge mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amedhamiria kwa dhati kabisa, pamoja na mambo mengine, kurejesha maadili ya taifa letu la Tanzania. Tumuunge mkono mheshimiwa rais katika kulinda na kutetea maadili ya taifa letu, kila mmoja wetu atimize wajibu wake kuanzia ngazi ya familia hadi taifa. Naunga mkono tamko la James Foundation juu ya maadili yetu kama jamii. Vilevile naunga mkono tamko la rais wetu hapo jana alipokuwa Chato, amerudia tamko lake amesistiza umuhimu wa watoto kusoma, kuwachana na mambo ya mapenzi. Watoto waende shule, waache kufanya mapenzi ambayo bado hawajafika umri wao. Kama mzazi, napenda nizungumza wazazi wenzangu. Wazazi tumejisahau, wajibu wetu tumeusahau juu ya watoto wetu. Zamani tunakwenda shule kwenye miaka ya sitini na sabini, mtoto alikuwa ni wa watu wote, mtoto si wa mzazi pekee mtoto anakanywa na jirani, mtoto anakanywa na mwalimu, mtoto anakanywa na rafiki, anakuwa ni mtoto wa wote. Lakini watoto wa sasa wamekuwa ni watoto wa kulelewa lelewa tu. Mzazi hajui mtoto amemkaje, ameenda shule vipi, amefika shule hajafika, ametembea kwa nani, mzazi hajui. Tumesahau wajibu wetu na watoto wametuchenga kweli, wanafanya vitu ambavyo wanaviona kwenye mitandao. Siku hizi dunia imekuwa kijiji, imekuwa kwenye kiganja, wanatumia mitandao kufanya mambo yao ambayo kwa kweli si maadili ya Kitanzania. Haiingii akilini kwa kweli, kuona mtu anatetea kwamba watoto wa kike wapate mimba, wazae, hatimaye warudi shule kusoma. Hii ya wapi haijawahi kutokea na haipo kwa kweli katika, katika maadili yetu ya Tanzania. Ukishapata mimba ukazaa, basi wewe ni mzazi. Mzazi kalee mtoto hasa, ukija shuleni unaambukiza wengine ambao hawajazaa na shule itakuwa ni ya wazazi. Kama mheshimiwa rais alivyosema, hatuwezi kusomesha wazazi, tunasomesha watoto ambao wanataka kusoma, waende shule wakasome, wapate elimu, wajenge taifa lao, wajenge taifa letu. Taifa hili linategemea vijana, vijana ndio taifa la leo, tena taifa linalotembea. Vijana someni, mheshimiwa rais ametoa elimu bure, kama alivyosema mtangulizi, ametoa elimu bure watu wanasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 bure, hela zinatoka kila mwezi. Sasa umelipo hela kule bure, unaacha kusoma, unakuja kupata mimba, hela zinapotea, alafu rudi shuleni kusoma tena baada ya kuzaa? Hiyo haiwezekani.